Kwa majina naitwa Fredrick Lowassa, ni mwana kijiji wa kijiji cha Ngarash kata ya Ngutoto wilaya ya Munduli. Leo na mimi nimekuja asubuhi ya leo tarehe ishirini na tisa mwezi wa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuja kutimiza haki yangu ya kikatiba ya kuja kupiga kura. Nimeamka mapema nimekuta ofisi zimefunguliwa kwenye ofisi zetu za shule ya msingi ya Ngarash nimepokelewa vizuri na maafisa wa tume ya uchaguzi. Nimeshiriki na mimi kupiga kura kutimiza haki yangu ya kikatiba. Wanakijiji wa Ngarash na Wanamunduli wenzangu na wanatanzania Watanzania wenzangu wote, siku hii ni muhimu sana. Bado ni asubuhi, nimefika. Naomba niwaase ndugu zangu ambao bado hawajaamka kwenda kuamka na kwenda kwenye vituo vya kupigia kura na kutimiza haki yao. Nimefika hapa, hali ya usalama ni nzuri sana. Niwapongeze vyombo vya dola kwa kusimamia hili. Nimekuja nimepokelewa vizuri kwa ustadi mkubwa, lakini pia kwa utulivu ambao unastahili kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa wale ambao bado hawajatimiza haki yao niwaombe na kuwasihi kwamba bado siku ni ndefu, vituo vinafungwa saa kumi jioni. Ni waombe waamke nyumbani, waende kwenye vituo vya kupigia kura wakatimize wajibu wao, kwa sababu ni jambo muhimu sana la kikatiba, lakini pia kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Tangu asubuhi nimefuatilia maeneo mengi ya nchi yetu, nimeona hotuba ya mkuu wa mkoa wetu Arusha ambaye tayari amepiga kura, lakini na sehemu nyingine nyingi za Dar es Salaam na sehemu nyingine nyingi kumonekana kuna utulivu mkubwa ambao unastahili siku hii ya leo. Mambo yale ya hofu, ni kweli watu waliingiwa hofu, lakini nadhani siku yenyewe imefika. Tumejionea kwamba serikali imesimamia kweli kuhakikisha kwamba kuna amani kwenye siku hii ya leo, na amani tumeiona mpaka sasa hivi. Kwa hiyo niendelee tu kuwapa matumaini wa Tanzania wenzangu kwamba wote tusimame tukapige kura siku hii muhimu sana